Kwa jina naitwa Raia Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mzimuni Kawe. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuwasapoti wenzetu, wadau wetu, kampuni ya CCC iliyopo ndani ya mtaa wangu wa Mzimuni Kawe. Kwa kweli sisi tunawashukuru sana kampuni ya CCC kwa sababu tumekuwa tukishirikiana nao sana kwenye mambo mawili matatu, wanapenda sana kushiriki na jamii, na wamekuwa wakitusapoti kwenye jambo la aina yoyote ambalo tukiomba sapoti kwao, na pia tuna tunashukuru sana kwa kweli. Tumekuwa marafiki sana Tanzania na China, na hata wao wako kwetu kama marafiki tunawaomba sana, si wao tu, hata makampuni mengine wanaoona wanaweza kuja kuwekeza nchini kwetu, wanaweza kuja kuweka kambi kwenye mtaa wangu wa Mzimuni, tunawakaribisha sana kwa sababu sisi tuko pamoja nao na tunawapenda sana kwa sababu tunapenda maendeleo, kama alivyokuwa akiwakaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wafanyabiashara tofauti tofauti kutoka nchi zote za za dunia kuja kuwekeza ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na tumekuwa tukishirikiana nao pamoja. Tunasema wakaribie sana. Hapa kazi tu, kazi na utu, tunasonga mbele sherehe za kitamaduni kama hizi e, kwa kweli wamekuwa wakitushirikisha. Kwa mfano leo, wao walikuwa na sherehe wanaiita sherehe ya vuli, ambayo sisi Tanzania hatuna. Kwa hiyo tumekuwa tukijifunza na pia vitu vingi kupita kwao, kupitia wao, kwa sababu kila unapokuwa na mwenzio, mwenzio atajua hili wewe ambalo hujui na wewe utamwelekeza hili ambalo wao hawana kwa hiyo tunashirikiana nao kitamaduni zao na pia inapotokea sherehe za tamaduni za upande wetu sisi huwa tunawalika na wao wanashiriki kwetu. Kwa majina yanaitwa Asteria Chiruma, ni mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Kawe. Niko hapa kwa niaba ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kawe. Tumekuja kwa ajili ya sherehe ya c hapa Tanganyika pas. Tunawashukuru sana, mmekuwa pamoja nasi kwa kutualika katika sherehe zenu ambazo zimekuwa zikifanyika kila mwaka, nasi pia tunasema asante kwa mwaliko hiyo. Labda mwalimu, ajifunza nini hapa kuna wanafunzi wako kwa sherehe kama hizi ambazo zinahusiana na utamaduni? Sherehe kama hizi tunajifunza upendo, ushirikiano pamoja na umoja. Mwalimu, tunaona wanafunzi wako wanashiriki michezo mbalimbali ikiwemo ya kulenga shabaha kule, labda hii inawasaidiaje sasa katika kalia yao ya shule ya kitaaluma pia? Kwa sababu tunaona michezo inakuwa mjenga mtoto katika vitu mbalimbali, inakuza vipaji vyao hasa katika somo hmm, hmm, la hisabati labda unazungumziaje, mwalimu? Kuwepo kwa hii kampuni na namna inavyoshirikiana na nyinyi katika mambo mbalimbali unalizungumziaje, na unatoa wito gani kwa wengine? Natoa wito kwa wengine, wakiwa na shughuli kama hizi pia wawaalike wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wanapojumuika pamoja na wenzao wanakuza vipaji vyao mbalimbali, hasa vya michezo, hata katika kitaaluma mara baada ya kushiriki tukio, nitaondoka na kwenda kushirikiana na wenzao pia, kujifunza upendo, ukarimu katika shughuli kama hizi.